Mpenzi mtazamaji, hii ni idhaa ya Kiswahili toka UBTV tunatangaza jiji la Goma. Mpenzi, karibu sana kuweza kutufuata katika mwanzo hadi tutafikia ukomo wa taarifa hii ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Habari hizi zinaanza na hizo za usalama, wakati majambazi ambao haujulikane asubuhi mapema walijitukuza ndani ya kata mbalimbali mbali za hapa mjini Goma, zaidi karibu na kituo cha mafuta ya gari stasioni yetu huko, waliweza kushambulia hawa wavunja noti wa moja na kubeba pesa ila tu katika usiku huo huo utakuwa umekumbuka ya kwamba vijana wawili wa jamaa moja walifariki eneo ya Himbi kupigwa risasi na watu wasiojulikana. Habari hizi za ukosefu wa usalama zimekuja wakati ambako kumeendeshwa msako na viongozi ikiwa ni mamlaka ya sasa ya muji wa Goma wakitembea hapa na pale ndani ya manyumba kwa ajili ya kuwatafuta watenda maovu wote ambao wamejificha wakiwa na masilaha. Ijumaa Agosti tarehe nane mwaka elfu mbili ishirini na tano ilikumbwa na msururu wa wizi wa kustababisha unaotekelezwa na watu wenye kumiliki silaha waliokuwa wakiendesha pikipiki kulingana na taarifa iliyoripotiwa na kiongozi wa kitongoji cha Katindo hapa jijini Goma, Desire Kandakala. Wahalifu hao waliwalenga watu kadhaa, wakiwemo wabadilishaji fedha na wahudumu wa kituo cha mafuta katika maeneo mbalimbali ya jiji la Goma. Mashambulizi hayo yalifanyika karibu na kituo cha mafuta ni yetu kwenye barabara katika mtaa wa Himbi ya Kwanza na vilevile vile kwenye barabara ya Manyema katika mtaa wa Katindo. Waafiriwa hao akiwemo mhudumu wa kituo cha mafuta cha kuuza mafuta ya gari na chembechembe kadhaa za kubadilisha fedha waliibwa walipokuwa wakiendesha shughuli zao. Inasemekana kuwa wajambazi hao walifanya kazi kwa mwendo wa kasi kabla ya kukimbia. Matukio ya hayo yalifanyika kwenye barabara ya Goma Sake, kwenye lango la parokia Mo Carmel karibu saa nane asubuhi. Afisa huyu wa eneo alisema tutabaki tu hapa mjini Goma, mahali viongozi walikagua mwaka wa elimu katika jimbo hili la Kivu Kaskazini, wote kwa ujumla, ni kwamba walishukuru wazazi pamoja na walimu ambao wamejitolea kwa ajili ya kumaliza mwaka huu. Wakati huo basi, sherehe iliweza kufanyika ikiwa ni mkutano mnamo tarehe saba huku ambaye alikuwa akiwakilisha gavana wa Kivu Kaskazini anaitwa Chantal Murekatete ndiye aliweza kuzindua bila shaka, rasmi kikao hicho cha ukaguzi wa mwaka huu ambao umetamatishwa katika eneo ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini ya kwanza. Maelezo kamili, mshauri wa gavana wa mkoa wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini kuhusu elimu Bi Chantal Murekatete alifungua rasmi tathmini hii ya kila mwaka. Katika maelezo yake Chantal Murekatete aliwapongeza wadau mbalimbali wa elimu mkoani humu jimboni Kivu ya Kaskazini, ambao licha ya mazingira magumu walijitolea kwa dhati kufunga mwaka wa shule. Waziri wa elimu wa mkoa alitoa wito kwa wazungumzaji waonyeshe ukweli, kufanya uchanganuzi madhubuti na kupendekeza masuluhisho madhubuti kwa toleo lijalo. Kwa mkurugenzi wa mkoa wa kielimu wa Kivya Kaskazini, mikutano hii inaashiria mwisho wa mwaka wa shule wa elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano kwa hiyo inatoa wakati mwafaka kwa ajili ya tathmini na kupanga kwa mwaka ujao. Kazi hii iliyoanza Alhamisi Agosti tarehe saba ilimalizika Ijumaa hii tarehe nane ugasi mwaka wa elfu mbili ishirini na tano kwa urasmi mkubwa wa kila mtu. Tunaendelea na taarifa ya habari, mpenzi mtazamaji wa UB TV. Wakati huo tutakuwa tumezungumzia habari ambazo zimehusu serikali mpya ya government ya pili inaitwa Judith Suminwa, huko ni government ya pili ambayo imetangazwa naye Felix Tshisekedi Tshilombo majina mengi sana ya mawaziri wa zamani imejitokeza mara tena. Hata hivyo, hapa mjini Goma maoni imekuwa kadhalika, wakitoa maoni wananchi, wakazi wa hapa jimboni Kivu ya kaskazini. Pamoja na hayo, utakuwa umeelewa katika serikali hiyo yake Judith Suminwa ya pili. Yaani Martefa yule ni miongoni mwa wale ambao wamekosekana kwenye daftari ya majina ambayo watu walikuwa wamesubiri na kudhani kwamba watakuwa wameweka majina mapya, lakini hiyo majina tu ya zamani ndio imejitokeza wakiubadili tu uh, ni kwamba Uh, serikali kila mmoja amekuwa akiongoza upande mwingine na wengine wameelekea upande wa kufuata, lakini hapa mjini Goma Alenzenza amesema kwamba Felix Tshisekedi ingekuwa heri auendelee kujihusisha zaidi sana na mchakato ambao umelenga amani hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuliko kuegemea upande wa hiyo government ya pili ambayo inakuja na majina tu hiyo ya zamani. Fuateni Alenzenza hapa anashuhudia uh, sie wakati ya mubaya, sie banani? sie ba population benye tunaishi muima zone za vita, population yetu ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri e, Banundu e, kwa mutu tunangoya njo maongezi tunangoya, wakongomani waikale kumeza moya, waongeye wapate solution ku crise politique yenye iko hatukukuwa na eh, besoin ya kuona gouvernement suminoad surtout ke papa journaliste, kya kukushangaza, walewale njo wenye wanakamata mameme poste ni mapermitation. Wangepaswa tafuta jina ingine, me kuona ke eh, unatosha huyu, unamutia huku, inakuwa sakisi ekipi e, ya football enye aichange munashanje tu mataktiki ya je finalma itatupatia resultat gani? siowe tuangalie kwanza me, lakini sisi wakongomane wenye tunaishi huku mumazone ocupe mumazone zeziko mavita kwa leo tunangoya njo kwa chef de l etat afanye arakaaraka araka, kuorganize nini dialoge asutenire njo maprosesisi ya doa ya Etats Unis.

Ni kuwaza chef de l'état natusikia na, na atajikaza mumasiku za mbele wa Kongomani wa ikale waongee eparapre vyengine e vyote vitajibeba. Tunaendelea na taarifa ya habari. Mpenzi mtazamaji, bado wajumbe toka uh, chama cha AFC M23 hawajawasili Doa kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kinshasa na AFC M ishirini na tatu, lakini hata hivyo ni kwamba AFC M ishirini na tatu iliweza kupendekeza kwamba serikali ya Kinshasa iweze kufungua wafungwa wake wote ambao wamekuwa korokoroni na upande moja, wamesema kwamba ingawa tu serikali itakuwa imejibu kwa yale ambayo imehitajika upande wa fm 23 kweli watakuwa wameshiriki hiyo mazungumuzo. Wanasema hukupata hata haliko moja, ili waweze wakajielekeza huko Doa kwa ajili ya kushiriki hiyo mazungumuzo ya moja kwa moja. Upande moja Doa nayo imeeleza kwamba wamekuwa kujifunza namna gani basi watafikia pendekezo kuweza kutimiza ambayo imehitajika upande wa AFC M23. Hivi hapa ni maelezo kamili. Tarehe 8 Agosti ya kwanza, mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na AFC M23 huko Doha Qatar, si halali tena. Wajumbe kutoka pande zote mbili hawajafanya safari hiyo angalau kufika Alhamisi alasiri, kulingana na vyanzo kadhaa Pande zote mbili zilikuwa na hadi Julai 29 hivi karibuni zaidi kutekeleza masharti ya azimio la kanuni ambalo linajumuisha hatua za kujenga imani kabla ya kuanza mazungumzo ya moja kwa moja itakayoleta makubaliano ya amani ya kina na ujumuishaji. Kuhusu hatua za kujenga imani, serikali ilikuwa imethibitisha kwamba mfungwa wa pande zote mbili wataachiliwa kabla ya kuanza hatua inayofuata ya mazungumzo huko Doa yenye lengo la kufikia makubaliano ya amani ya kina. Hata hivyo hadi sasa hakuna kilichofanyika. Wafungwa hao walitakiwa kuachiliwa kwa pande zote mbili, lakini AFC M23 walikuwa tayari wameamua kwamba hawatarejea huko doa ikiwa serikali haitawaachilia wanachama na jamaa zake 700 waliokuwa wamefungwa M23. Katika mkutano wa vyombo vya habari, Bertrand Bisimwa amesema kwamba Hatutaelekea huko Doa sababu hatuna aliko yoyote hiyo ambayo imetoka kwa utawala wa Kinshasa. Hatukwenda Doa, hatukupata aliko hadi hivi nimeona watu wa moja hata vyombo vya habari vinaandika na kutangaza habari za uongo kama CCM Ventura tuko doa. Nasema ni uongo, ila tunazani ni ya maana yote tuliyokubaliana katika tamko la kanuni iwekwe mahanane, sababu wakati tunaamua kufanya abc, tunafanya sufuri tunaondoa moja mbili tatu. Ni kurudi nyuma kweli, haitupe matumaini kufikia mchakato wa amani ambayo tunahitaji sote.

ilikuwa licha ya ukweli kwamba mazungumuzo yaliyofuata yalipaswa kuanza ijumaa hii Agosti 8 kwa matumaini ya kufikia makubaliano ya amani ya Agosti 17 na kwa mjibu wa azimio la kanuni lililotiwa sahini Juni 27 huko Doha. Tutamaliza na ukurasa wa michezo huko Kenya, mahali kumeandaliwa michuano ya kuonia kombe ya mataifa kwa wachezaji wa nyumbani Kenya na Uganda umeandaa michuano hiyo, lakini tuko umeelewa, katika mechi ya pili ya DRC iliwina dhidi ya Zambia bao mbili kwa sufuri. Fuata maelezo kamili. Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishinda kwa mara ya kwanza katika michuano ya Mataifa Afrika CHAN 2024. Waliwashinda Chopolopolo wa Zambia Alhamisi hii Agosti 6 mjini Nairobi katika mechi ya kuhesabu siku ya pili ya hatua ya makundi ya CHAN 2024. Baada ya kushindwa na Kenya mwanzoni mwa mashindano haya, DRC ilizinduka kweli kwa kushinda Zambia, baada ya sare ya sufuri kwa sufuri, kipindi cha kwanza, Kipindi cha pili, vijana wa utisi ngoma kanyaga gesi kwa haraka kitangulia kufunga kupitia kwa Ibrahim Matobu dakika ya 51 akimalizia pasi ya Jeft Kitambala, mchezaji wa Eagles ya Kongo, alifuatwa dakika 20 baadaye na Orso Mwaku dakika ya sabini na moja akimalizia pasi nzuri ya Oscar Kabwiti. Mwaku ambaye alikuwa aliingia uwanjani dakika chache zilizopita alifungia timu yake ushindi huo ambao Uliipa nguvu DRC. Ushindi huu unaiwezesha Leopard wa DRC kupanda hadi nafasi ya pili nyuma ya Atlas Lions ya huko Moroko katika msimamo wa muda wa kundi A ikiwa na pointi tatu tofauti ya mabao. Huu ni ushindi wa kwanza kwa kocha Otis Ngoma katika michuano ya fainali ya mataifa ya Afrika tangu kuteuliwa kwake baada ya mechi tano. Ni mwisho wa habari zetu, mpenzi mtazamaji wa UBTV, asante kututazama pale manyumbani na kututegea sikio. Tunakutakia laheri, endeleeni kujiunga na programu zetu.